Naam, katika kaunti ya Samburu ni kwamba wadau wanaopigania kukomeshwa kwa dhuluma za kijinsia wameelezea wasiwasi wao kuhusu usalama wa wanafunzi haswa wakati huu wa likizo ndefu. Wadau hao wanawashirikisha wanafunzi kwenye mafunzo mbalimbali ikiwemo ya afya ya uzazi ili kukomesha visa hivyo.

ni waelekeze watoto hawa wazungumze kwa moyo ambao uko wazi, maana sasa kipindi hiki generation ambayo iko si generation ya kuficha maneno, ni ya kuambia kila kitu kina, kina baubaga, na hii itawasaidia kuepukana na mambo ya madawa ya kulevya, kuepukana na mimba za mapema, magonjwa ambayo ni ya sina. Hatutaki watoto wetu wakirudi shuleni wengine wanabaki nyumbani ati kwa sababu wameweza kupata mimba. Hiyo siyo, siyo lengo letu.